Lakini kama ambavyo ametangulia mtangulizi aliyetangulia kutangulisha uongozi wa klabu ya Africans sambamba na rais wa klabu yetu injinia Hersi Said ameongozana pia na makamu wetu wa rais Arafat hadi tumonaye hapa. Tunao pia wajumbe wa kamati tendaji yuko hapa mzee wetu Roger humo, tunaye pia mzee wetu Kihinga yuko hapa manejezi hii uh, ya kijani, lakini pia tumeambatana na mtendaji mkuu wa klabu yetu CEO Andre Tine atukonaye hapa, tunao pia wakurugenzi wa idara ya wanachama na masoko, pamoja na maafisa mbalimbali kwa idara hiyo nao pia ratibu wetu Hafsale ambaye naamini mmekuwa naye toka ratibu lijangu mpaka sasa hivi, lakini pia tunao mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ambao wameona na wao ni vyema wakaja kujumuika na klabu yao kwenye tukio hili. Mwachie Mwenyezi Mungu mara zote hapa huwa ni mwenye furaha kwa sababu ni <laughs> mahala ambapo nilipata dua ya dhati, na nikaona Mwenyezi Mungu yake a naamini, na leo dua ambayo mtasomea sisi Yanga African Sports Club itakuwa dua yenye heri, ni dua yenye mafanikio. Kwa nafasi hii sasa, kiongozi, nafikiri uh, utangulizi uh, lakini kama utangulizi huu umejitosheleza, basi mimi nimkaribishe mkuu uh, wetu wa msafara kutoka upande wa Africans aweze kuzungumza machache eh, kama mtambulizi wetu, msemaji wetu wa klabu alivyotoka hapa na kuelezea. Huu ni utaratibu wetu sisi kama klabu, tunapokuja kwenye michezo yetu ya nje kama hivi, huwa tunapenda tukutembelee vituo kama hivi, na huu utaratibu huko ndani ya klabu ya Yanga pamoja na mfadhili wetu GSM kwa ajili ya kupata dua sala, katika michezo yetu ambayo tunakwenda katika mikoa au sehemu nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo, kwanza tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kuweza kutupokea, maana tungeweza kuomba kuja kwenu, lakini vile vile mkesema kwamba labda mna utaratibu mwingine au mna kitu kingine ambacho mmejipangia. Kwa kile kitendo tu cha kusema karibuni, na sisi kama klabu ya Yanga tunasema asanteni sana. Sasa hapa mbele yetu hapa mbele yetu tumekuja na viongozi wetu wakuu wa klabu, ninaye rais wa klabu, ninaye makamu wa rais wa klabu sasa. Mimi nisiwe msemaji sana wa hili ambalo limetuleta leo hapa kwenu, naomba nimkaribishe makamu wa rais wa klabu yetu ili aweze kutoa nasaha na kuona nini ambacho kinafaa tuendelee nacho. Karibu. Asante kwa kunikaribisha kama walivyotangulia kusema wengine wali, leo msafara wetu umeongozwa na rais wetu wa klabu ya Young Africans, na itifaki itaizingatia kwa waliobakia, ili tusiendelee kutumia muda mwingi. Mechi ni mapema leo, lakini kwangu kubwa ni kutoa shukrani kwa niaba ya klabu yetu ya Young Africans kwa wasimamizi kitu wa kituo hiki, ambao mara zote tukija Zanzibar, mmekuwa wenyeji wetu na kutupokea katika kutupa baraka za vijana hawa mara nyingi wanasema dua ya watoto huwa haendi, na ndio maana dua iliyosoma kwa hali ikaenda, lakini hali kidogo kwa kufungua moyo wake. Kwa hiyo wa mara hii ukimsomea, umsomee pia afungue moyo, dua ikae zaidi kwake yeye mwenyewe. Lakini kama kawaida, tunakuwa tunaiombea na timu yetu ya Africans tunapokuja kucheza hapa na baraka tunakuwa tunaziona Zanzibar. Sikumbuki mara ya mwisho lini Yanga hii ikija hapa ikiwa inakosa matokeo ndani ya ardhi hii ya Zanzibar. Kwa hiyo na leo tuweke dua zetu, tuweke dua yetu kali zaidi, ili tuweze kufanikiwa katika kuianza safari yetu ya mechi yetu ya kwanza ya hatua za makundi za kombe la klabu bingwa Afrika. Mafanikio tutakayopata leo ndio alama itakayofungua milango mingine katika kuhakikisha tunapata mafanikio zaidi katika mashindano haya kwa msimu huu. Kwa niaba ya klabu ya Young Africans tunawashukuru kwa kushirikiana na wenzetu wa GSM Foundation na tunawaahidi, kama ilivyo kawaida, tukija Zanzibar, basi tutakuwa tunafika siku zote hapa. Baada ya hayo, tuendelee na ratiba zinazofuata na tupate ile dua yetu.